Waziri wa usalama Kipchumba Murkomen sasa amesema kuwa familia ya afisa aliyeuwawa nchini Haiti imejulishwa kuhusu kifo cha jamaa yao, na kuwa mtafaruku wa taarifa za kifo chake zilizotolewa na Rais William Ruto ulitokana na tofauti ya muda. Haya yanajiri baada ya familia ya afisa huyo Benedict Kabiru kudai kuwa serikali haikuwa imewafahamisha kuhusu kifo chake. Loro Utieno anatueleza zaidi. Siku mbili baada ya Rais William Ruto kutangaza kifo cha maafisa watatu walioko Haiti, waziri wa Usalama Kipchumba Murkomen pia amethibitisha vifo hivyo akiwemo afisa Benedict Kabiru ambaye alitangazwa kutoweka mapema mwaka huu. Hii ni kufuatia madai ya familia ya afisa huyo ambao walisema hawakuwa wamejulishwa kuhusu kifo cha jamaa yao.

Licha ya Rais William Ruto kuelezea changamoto za kifedha wanazopitia maafisa walioko Haiti, Murkomen alisema kuwa maafisa hao wamejizatiti kuonyesha ubabe wa taifa la Kenya na kutupilia mbali madai kutoka upinzani kuwa serikali ilikosea katika kuwatuma maafisa hao. This was

Kufikia sasa serikali imethibitisha vifo vya maafisa watatu walioko kwenye kitengo kilichoelekea Haiti. Idara ya polisi imesema kuwa mwili wa afisa mmoja aliyeaga itafikishwa humo nchini siku ya Ijumaa. Laura Otieno, Runinga ya Citizen.